au tayari kimekwama kupata uungwaji mkono wa wadau muhimu katika mpango wa kuepuka uchaguzi usio na reform. Tumeshuhudia viongozi wa dini wanakubaliana, kama ambavyo na sisi tunakubaliana dhana ya reform. Tulisikiliza juzi wakati wa sherehe za Idi, mufti alisema serikali, angalieni, sikilizeni kuhusu Reforms. Kanisa Katoliki limekuwa likiendelea kusema kuhusu reforms. CCT wamekuwa wakisisitiza kuhusu reforms lakini hakuna mmoja aliyejitokeza na kuhamasisha waumini wake wazuie uchaguzi. Sasa tunajiuliza kama chama chetu kikiendelea na msimamo huo tutabaki na nani? Maana wanachama wetu ndio waumini wa dini hizo. Wanawasikiliza viongozi wao wa dini. Sasa hili ni kama wake up call kwetu, na ndio maana tumemshauri katibu mkuu. Dhana ya kuzuia uchaguzi inaweza ikawa inapingwa kimya kimya na makundi makubwa katika jamii. Hawasemi, lakini kama wanahamasisha reform, lakini hawawaambii waumini wao nendeni mkazuia uchaguzi, maana yake hawajakubaliana na sisi au hawajaridhishwa na ushawishi wetu kwenye eneo hilo.